Mwaka 2025 umekuwa mwaka mwingine wa misukosuko kwa demokrasia barani Afrika. Kuanzia mapinduzi yaliyofaulu hadi majaribio yaliyofeli ya kuchukua mamlaka, msururu wa matukio ya kisiasa yamejitokeza katika nchi kadhaa za Afrika, hasa Afrika Magharibi. Hebu turejelee pale mambo yalipo sasa hivi na ikiwa uchaguzi au kurejea kwa utawala wa kiraia kuna karibia. Tuanzie Burkina Faso ambako kulishuhudiwa jaribio la mapinduzi uliotibuka mwezi Aprili. Serikali ya kijeshi inayotawala iliripoti kwamba ilizuia mapinduzi yaliyopangwa ambayo yanadaiwa kuhusisha askari wa sasa na wa zamani wenye uhusiano wa nje. Ibrahim Taore, kiongozi wa sasa wa kijeshi ambaye mwenyewe alichukua madaraka kupitia mapinduzi, ameonekana kujipatia umaarufu kutoka kwa raia wengi, alifanikiwa kuzuia kupinduliwa. Uchaguzi uliokusudiwa kurejesha serikali ya kiraia ya kidemokrasia nchini Burkina Faso mnamo Julai mwaka jana ulichukuliwa kuwa sio kipaumbele na kuahirishwa kwa muda usiojulikana na utawala wa kijeshi unaoongozwa na Kapteni Ibrahim Traore mnamo Septemba mwaka 2023. Mali, mapinduzi yalitibuka pia. Mnamo mwezi Agosti, mamlaka nchini Mali iliwakamata maafisa wa kijeshi na raia wanaotuhumiwa kupanga njama dhidi ya utawala wa kijeshi wa Mali. Haya yanajiri huku nchi hiyo ikisalia chini ya udhibiti wa kijeshi kufuatia mapinduzi ya mwaka 2020 na mwaka 2021. Uchaguzi wa urais ulipangwa kufanyika nchini Mali tarehe 27 Februari mwaka 2022 kufuatia mapinduzi hayo ya 21. Namo mnamo Septemba mwaka 2023, junta ilisema kwamba uchaguzi utaahirishwa kidogo kwa sababu za kiufundi bila kutoa tarehe mpya. Kufikia Oktoba, mambo yalikuwa yamechacha Madagaskar na serikali iliangushwa na viongozi wa kijeshi kutangaza kuchukua mamlaka na kumtangaza Kanali Michael Randrianirina kuwa kiongozi mpya. Haya yalitokea kufuatia maandamano makubwa yaliyoongozwa na vijana wakilalamika dhidi ya ufisadi, ukosefu wa ajira na huduma duni. Rais wa wakati huo Andre Rajolina alikimbia nchi na kushtakiwa na bunge. Mtawala mpya wa kijeshi amesimamisha taasisi kuu za kisiasa zikiwemo katiba na vyombo vya uchaguzi na haijulikani lini uchaguzi utafanyika tena. Mnamo tarehe 26 Novemba mwaka huu, maafisa wa kijeshi wa Guinea Bissau walimkamata Rais Umaru Sisoco Embalo na kutangaza kuwa wamechukua udhibiti wa nchi. Mapinduzi hayo yalifanyika muda mchache kabla ya matokeo ya mwisho ya uchaguzi mkuu wa Novemba 23 kutangazwa, hatua iliyozidisha mvutano wa kisiasa. Utawala wa kijeshi ambao sasa unaongozwa na Meja Jenerali Hota Inta A Naman imezindua na katiba ya mpito ya miezi kumi na mbili ambayo inazuia kiongozi wa sasa wa muda na waziri mkuu kugombea katika uchaguzi. Na kuingia mwezi Disemba, habari kutoka Benin zilisambaa kuwa jeshi limechukua serikali na kuwa rais Patrice Talon ameondolewa. Habari hizo, hata hivyo, hazikudumu muda mrefu kwani wanajeshi watiifu kwa serikali waliweza kumrudisha madarakani mara moja na waliopanga njama ya mapinduzi wakalazimika kutorokea Togo. Muungano wa Afrika AU umeendelea kukemea hatua zozote za mapinduzi ya kijeshi.